Jua lilikuwa linakaribia kutua juu ya kijiji cha Longongo, kijiji kilichozungukwa na misitu minene, vichuguu vikavu na hadithi zito kuhusu wachawi wanaoishi porini. Kila mtu alikuwa akimalizia shughuli zake za mchana, lakini kijana mmoja bado alionekana kuchapa kazi bila kuchoka. Jina lake alikuwa Mvuranga. Mvuranga hakuwa kijana aliyekuwa na mali nyingi alikuwa tu na nguvu, akili na moyo safi. Kijiji kizima kilimfahamu kama kijana asiye na kelele, anayeheshimu kila mtu na mwenye tabia ya kujibu maswali kwa akili, hadi watu wakasema Mvuranga na hekima kuliko umri wake. Lakini ndani ya moyo wake alibeba ndoto, ndoto ya kutoka kijijini na kujenga maisha ambayo hata wazazi wake hawakuwahi kuyaona. Kisa cha kwanza. Siku moja, baada ya kurejea kutoka shambani, Mfuranga alipita kwenye kisima cha kijiji. Kwenye mwanga hafifu wa jiuni, alimwona Amina, msichana aliyekuwa akibeba ndoo ya maji huku akiimba kwa sauti ya chini sana, sauti ambayo ilimsimamisha. Amina hakuwa msichana wa makelele, alikuwa wakujishughulisha wa kuheshimika na wa kutabasamu hata akiwa na uchovu. Mvuranga alimkaribia taratibu, nikupe msaada kubeba ndoo? Amina akacheka kidogo, akamwangalia kwa aibu, ukisaidia watu wote kijijini, wewe utaishi lini Mvuranga? Mvuranga akamjibu kwa utulivu wa kawaida, kusaidia sio hasara, hasara ni kuacha moyo kuwa mgumu. Maneno yake yalimgusa Amina. Kwa muda mfupi walitembea kimya kimya kuelekea nyumbani kwake Amina. Lakini faragha yao haikudumu sana kwani kutoka nyuma ya msitu alitokea msichana mwingine, Shadia, rafiki yake Amina. Shadia alikuwa tofauti kabisa. Alipenda kuonekana, alijali mavazi, na mara nyingi alisema, "Mimi siwezi kuishi maisha magumu kama haya. Nitatafuta pesa hata kama zinatoka wapi." Akimwangalia Mvuranga, Shadia alicheka kwa dharau. Wewe Amina, bado unapokea msaada kutoka kwa vijana maskini? Kataa hayo maisha. Dunia ya sasa, pesa ndiyo lugha ya mapenzi. Amina alijisikia vibaya. Mvuranga hakukasirika, alitabasamu tu na kusema, pesa ni nzuri, lakini tabia njema ni mali ambayo haitopotea maneno hayo yalimchoma Shadia kama sindano. Aligeuka na kuondoka akisema kwa sauti, haya maisha yenu haya watawasema watawaletea balaa. Kuingia kwa giza usiku huo, kijiji kilipokuwa kimetulia, mlango wa nyumba ya Shadia uligongwa. Alipotoka nje, alipigwa na harufu ya ubani na baridi ya ajabu mbele yake alisimama kijana mwenye sura nzuri kupita maelezo. Bashiru, suruali safi, viatu vya thamani, hereni kidogo inayong'ang'aa masikioni, lakini macho yake yangaang'aa kama ya mtu anayejua kitu hatari anachokificha. Bashiru alimwangalia Shadia na kusema, nimesikia kijiji hiki kina vijana wanaota ndoto, mimi naweza kuzitimiza. Shadia kadua. Unamaanisha nini? Bashiru akatoa mkufu wa dhahabu, akauweka mikononi mwake bila kumgusa. Tamaa yako inaweza kukutoa hapa, lakini bei yake haitakuwa bure. Shadia aliyekuwa na tamaa ya maisha ya haraka, hakuwa na kujizuia. Alikubali. Na pale pale upepo mkali ukavuma, taa zikatetemeka na kiviu cha Bashiru kikawa na mikono miwili zaidi kuliko mtu wa kawaida. Mvuranga anahisi hatari. Kesho yake kijiji kiligubikwa na tetesi. Shadia ameonekana na kijana ajabu, amepewa vitu vya thamani, ameanza kuwadharau watu, na kila anapopita kuku na mbwa wanalia bila sababu. Mvuranga mwenye macho ya uchunguzi alianza kuhisi kuwa kuna kitu kibaya kinakuja. Akamwuliza Amina, rafiki yako atapotea kama hatoka mbali na yule kijana. Amina akaogopa, lakini nitamwambia nini? Mimi si mtu wa nguvu kama wewe. Mvuranga akamjibu kwa sauti ya utulivu, siyo nguvu inayokuwa mtu ni ukweli, tunasema kwa upendo, siyo vita lakini kabla waonge zaidi, jogoo wa jirani alianza kulia usiku wa mchana, kinyume cha kawaida. Upepo mkali ukapita na majani ya mti wa mkunguni yakateleza chini kama mvua. Mvuranga akasema polepole, huu ni mwanzo wa jambo kubwa. Jua lilikuwa linakaribia kutua juu ya kijiji cha Longongo, kijiji kilichozungukwa na misitu minene, vichuguu vikavu. Na hadithi zito kuhusu wa